Live within your means, ishi kwenye mapato yako, ishi kulingana na kipato chako, usishindane na watu wajui wanaishi vipi. Kuna maisha yetu, kuna watu wanashindana, akikuuliza hiyo iPhone ngapi? 14. Umenunua wapi? Singi fulani, mpe wiki mbili, anayo. unaenda naye paki, anaona gari yako, hii gari gani? Ha, kumbe shilingi ngapi? unashangana anahangaika, anakonda, kumbe anaitafuta kuinunua Usishindane na watu, usishindane na watu, ishi maisha yako, be you, be original. Hello. kule mtaani wanasema unajikuna unapofikia, unapo kwenye kwa maisha yako, jikuna unapofikia. Kama maisha yako yana afford wewe kuwa na internet, wifi nyumbani kwako do that, lakini kama unafanya kwa sababu umesikia mwenzako anakwambia anayo, maana yake umeongeza elfu sitini mpaka laki na ishirini kwa mwezi ambayo ilikuwa ipo kwenye matumizi yako. Kama una afford gari ya aina fulani, sawa. Kama una afford, tafuta chombo cha usafiri ambacho hakikutesi. Kuna watu ukikaa naye kwenye kinywaji kidogo, unapata kahawa sehemu, akiondoka anakuambia una ishirini, hapo nipite sheli. Sasa unasema, kwani wakati unanunua hilo gari tulikuwa wote? Mbona unanunua kitu kinachokunyonga? Huwa nawaambia vijana wakati wanafanya maamuzi ya kufanya kazi mapema mapema na vile viwanja. Most of time watu wazi mambo ya viwanja na kujenga economically. Tunawaza tu niwe na kiwanja. Afu mwisho wa siku unajikuta umeenda mbali. Matumizi ni makubwa ya huko unakoishi. Ya, ku, yaani kule unakoishi kunakuwa liability, sio asset. Mwisho wa siku unatafuta kukaa karibu. Afu wengi wananiambia yaani, pale ninapokaa karibu kodi ni kubwa kuliko ile ninayopata kule. Sasa so, kule uliko umejenga nyumba nzuri lakini haiwezi kupangishika. Real estate, one of the potential issue kwenye real estate is location, eneo. Sasa umejenga kule, uwezi kupangisha, mwisho siku unatafuta ndugu yako aliyepata shida ya nyumba, unamwambia kaa hapa. Na unafahamu, nyumba yoyote isiyo kaa watu inazeeka kuliko ikiwa na watu. So, unajikuta una nyumba una gari, they are not asset, they are liability, they are taking away money from you. Tusiishi maisha ya kwamba uone tu wa wa nyumba na mimi iko wapi? Uishi na mimi, una nyumbani, unakaa wapi? Unajikuta uchumi wako, hela yako nyingi inakwenda kwenye service kwa sababu unakotoka gari haiwezi. Ile hela ungeweza kumanage ukaiweka kwenye maeneo mengine. Sasa mara nyingi hatuwazi hatuwazi hivyo mapema. Sasa baadhi ya vitu vitakavyokusaidia to live within your means, vitu virahisi sana ambavyo wengi tunaviacha. Angalia kwa mfano, zima taa Jifunze kuzima taa kwenye nyumba yako, maeneo ambayo hutumii. Hivi unafahamu unaweza kukaa kwenye nyumba yako, kuna vyumba viwili vinawaka taa na havina mtu and you don't care. unashindwa kujua kwamba when the bulb is on, that is money. Ungeizima. Mimi nimekuwa addicted to savings, to the extent, nikienda kwenye jengo la mtu ofisini, wakati naenda nikisikia maji kwenye washroom, naenda kwenye washroom, nafunga koki. kwa nini? every drop of water, kila tone ni hela. Jifunze kuambia watoto wako ukiwa unaosha chombo, wakati unasugua unafanya vitu vingine, maji asichirizike, funga bomba, kwa sababu mnalipa elfu sitini kwa mwezi kwenye DAWASA, kumbe mngetakiwa mlipe elfu ishirini na tano ile nyingine ingeenda sehemu nyingine, but you are not conscious. Unatoka kwenye chumba, zima taa. Kuna feni, zima feni. Una dada umemleta mpya, anaacha tu feni. Kitu cha kwanza mfundishe kwamba umeme unavyoenda mwingi na maji yanavyomwagika yanaweza kuinterfere salari yako. Kwa hiyo kuwa na discipline kwenye hivi vitu, ukitoka kwenye mlango funga mlango. Watu wengi wanashindwa kujua connection ya kufunga mlango, especially ikifika like jioni. Ni discipline ya afya na ni discipline ya uchumi, kwa sababu huyu mtu mbu akiingia, mkang'atwa mbu, mkaanza malaria, unaanza tena kwenda kutumia bima yako. Sehemu nyingine unaenda hawana bima unatumia hela yako, lakini ile hela imetoka nini? Hamfungi milango. Kwa hiyo unakuja kujigundua, is behavior, ni vitu vinavyohusu tabia. Unaweza ukafikiri kuwa na deep freezer ni ya nasa, lakini deep freezer inakusaidia usiweke energy mara kwa mara, kwa sababu mbona unawasha umeme unatumia hela nyingi zaidi kuliko kuchukua chakula kilichoko kwenye nini, kwenye fridge. Sasa sisemi ukiweka kwa mwezi mzima, lakini at least inakusaidia kufanya baadhi ya vitu. Mwisho.